Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaitwa Pastor Sitta Richard Majani. Uh, ujumbe huu ni ujumbe tata kidogo kwa sababu moja kati ya changamoto kubwa kwenye jamii ni mambo ya kifamilia yanayoanza na ndoa mm, na mahusiano. Lakini tunashukuru Mungu kwamba maandiko yalitupa msingi yeah, madhubuti kabisa wa kusimamia kuhakikisha kwamba hatuwezi kupunguka wala kufeli kwenye eneo linaloitwa ndoa mm. na labda kitu ambacho nataka niseme tu, Mungu ndio mwanzilishi wa ndoa, kwa hiyo yeye ndiye blueprint ya ndoa, namna gani watu waishi ili waweze kufurahia mm. na kama wakitoka nje wataweza kufeli. Sasa kwa majira tulio nayo sasa hivi yeah. reti ni kubwa ya watu kufarakana, reti ni kubwa ya watu kuachana mm -hmm. E, tukiongozwa na nchi ya Marekani ambayo reti yake ndio iko juu zaidi na nchi zote za Ulaya, Skandinavia na mataifa mengine, watu wa magharibi sana sana, wa magharibi mm. ndo wanaongoza kwa kufarakana, na imepitishwa kabisa kwamba watu wakitaka kudivorce wa divorce, na imekuwa ni kawaida uh, na masingomadha ni wengi kuliko mm. mataifa mengine especially ya Afrika. Kwa hiyo nachoweza kusema tu kwamba neema bado ipo Afrika kwa kiasi kikubwa yeah. sasa kwa sababu ni janga ambalo linatembea, imekuwa ni uh, ni janga ambalo linaendelea kufanya uvamizi kwa mataifa mbalimbali na ndoa nyingi zinapita kwenye changamoto mm. Kitu kimoja ambacho naweza nikasema kabla sijaenda kwenye jibu ni kwamba Uh, ndoa nyingi zinapancha, ingawa watu wanaishi kwa kuvumiliana. Ndoa nyingi zinapancha, yes. Ndoa nyingi zinapancha, ingawa watu wanaishi kwa kuvumiliana mm. Yani wengi wako kwenye ndoa yeah. uh, wanaogopa wataonekanaje kama watashindwa, watatoka kwenye ndoa uh, wanaangalia labda ndugu uh, dini, imani, watanichukuliaje mm -hmm. Lakini niseme tu ndugu mtangazaji, chanzo ni kukosa maarifa, kukosa Kusimama kwenye msingi wa neno mm. Uh, niende kwenye msingi wa neno alafu neno ndilo litakalotupa majibu mm. Tukisoma katika kitabu cha Waefeso sura ya tano kuanzia mstari wa ishirini na mbili mpaka mstari wa ishirini na tano neno la Bwana linasema, mtume Paulo alikuwa anazungumza kwa Waefeso, anasema eni, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Mstari wa 26 anasema ili makusudi uh, sori, ni nilitakiwa kuanzia mstari wa 22. Anasema enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, lakini anasema mstari wa 25, 23, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa naye ni mwokozi wa mwili. Mstari wa 24 anasema lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Alafu msali wa 25, anamaliza enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Sasa kuna siri nyingi ambazo nitazifunua leo, lakini zingine ziko kimafunuo kulingana na mwili mm. ulivyoumbwa. Kwa nini Kristo ameitwa kichwa cha, cha familia? Ameitwa kichwa, lakini okay Pointi ya msingi lazima tuangalie, yeah, kwenye haya maandiko ambayo Mtume Paulo alipokuwa anaandika nani ameanzwa? Mm. nani ameanzwa? nani ameanzwa kupewa majukumu? Aliyeanza kupewa ni mwanamke, kaambiwa umtii mwanaume. Sasa hapa changamoto inakujaga ni kwenye kuanza. Sasa mimi niliwahi kulifundisha ili mahali mm. watu wakasema mwanamke asipopendwa hawezi kutii. Mm. mimi nikajibu, na naomba nijibu sasa. Mwanaume huwa anaanza kupenda, na ndio maana mwanaume ndio anayeanza kutoa posa, mwanaume ndio anayeanza kumfata mwanamke yeah. na ukifuatilia kuna jambo moja ambalo lilileta mtafaruku kwa baadhi ya watu wa madhehebu uh, wengine wakawa wanauliza je, ni sahihi kwa mtoto wa kiume anapoenda kumposa binti wakati wa kumvisha pete mm, kumvalisha pete akiwa amepiga goti mm, mi niliwaambia ni sawa, kwa sababu mwanaume anaanza yeye kuonesha upendo mm -hmm. wa kumplease mwanamke, ule upendo unatakiwa ufatiwe na unyenyekevu baada ya hapo, okay. Eh, isiishie pale yes, kwa sababu mwanaume tayari yeye ndiye anayeanza kwa approach ya upendo mm. Uh, mwanamke ndio anayeanzwa, ni ni kawaida kwenye tamaduni za kiimani lakini tamaduni zetu pia Kiafrika, yeah. Mwanamke anaanzwa. Kwa hiyo kitendo cha mwanamke kuanzwa kuonesha upendo mm. kitendo cha mwanaume kwenda toa posa, kitendo cha mwanaume kuita ndugu jamaa na marafiki, ama kaita washenga wakapeleka posa ile, ni tayari mwanaume ameshaonyesha upendo mm. Huo ni upendo wa kwanza, yeah. Ukiachana na ile kumtafuta binti kuzungumza naye na nini na mambo mengine, ule tayari mwanaume anakuwa ameonyesha upendo mm. Kwa baada ya hapo tunatakiwa tuwa, kwanza tunatakiwa tujue kwamba mwanaume ameshaonyesha upendo, hapo ni hatua ambayo ni lazima, haipingiki, mwanaume anakuwa ameshaonyesha upendo kwa sababu mm. Mpaka wamekuja kuwa pamoja mwanaume anakuaga ameanza, yeah. Kuonyesha upendo kwa mwanamke. Sasa baada ya hapo, anatakiwa aoneshe pia nidhamu heshima. Mm. kwa mwanaume wake anapoonyesha sasa ile nidhamu, anapoonyesha utii, anapoonyesha heshima mm. anakuwa anaimvoke anauvuta kama sumaku upendo mwingine wa ziada, okay. si kama tumeelewana, mm -hmm. Mf- mfano ule ule kwa sababu nilipoanza kufundisha, kuna mahali niliwahi kufundisha, hata ukifuatilia kwenye mitandao yangu ya kijamii nimezungumzia mambo ya mahusiano na ndoa, kuna mahali nilizungumza kwamba mwanamke asipomtii mwanaume Uh, hawezi kupata kile anachokitaka nikaeleza, nikaeleza ni kama Kristo jinsi alivyo na nini na nini na nini. uh, kuna baadhi ya wanawake walikuja juu, lakini walishindwa kuelewa, na wengi walinipa walikoti kwenye maandiko mm. wakasema Yesu, uh, uh, sisi hatukumpenda yeye, ila yeye alitupenda kwanza, kwanza, na ndivyo maandiko yanavyosema mm. kwamba sio uh, sisi, sisi tuliomchagua bali yeye alituchagua kwanza akafa kwa ajili yetu which is very right. Yeah. Hata mwanaume ndiye anayeanza kumchagua mwanamke mm. kama Yesu alivyoanza kuwa wa kwanza kufa msalabani kabla sisi hatujamjua akatuchagua ndivyo mwanaume anavyoenda kwenye nyumba ya binti kwenda kutoa posa mm, kwa sababu ya mwanaume mpaka mwanamke atamani kumwoa na kuaga, ameshamfuatilia sana. Yeah. wanaume wengi ni waoga kwenye eneo la kuoa, nilishakuja kuizungumzia hiki. Yeah, kabisa. Sasa wanaume wengi huwa wanahakikisha ameshafuatilia. Kipindi hicho binti anaweza akawa hayuko awea, mm, kwa kabla binti hajamchagua mwanaume, kabla binti hajamjua mwanaume ni kawaida na ni mara nyingi mwanaume anakuwa tayari ashamjua binti anayemtaka. mm. mm. Kwa binti yeye anaweza kaona ni by surprise tu amekuja kufuatwa, lakini mwanaume sio surprise, anakuwa mm. tayari ameshafuatilia amejua. yeah. kwao wa, amejua wanaishije, tabia zao. Kwa anaamua kumchagua. mm. Same, Jinsi alivyofanya Yesu Kristo kwamba kabla hatujamjua alituchagua. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anakuja msalabani, kwa kutoa uhai wake alikuwa anatoa posa, anatuposa sisi kama kanisa. Alikuwa anatujua sisi ni wakina nani? Alikuwa anatujua mm. sisi kabla hatujafanya research zote za kutosha. Yes, kwa alikuwa na details zote mpaka anakuja msalabani. Hii ni mm, kwamba naenda kumkomboa mwanamke wangu bibi harusi wangu ambaye ni kanisa mm. Kwa hiyo <coughs> alipokuja Yesu kukomboa alikomboa watu wote alikomboa wa watu wote. Sasa ni zamu ya kwetu sisi sasa kuonyesha nidhamu kwake, kuonesha nidhamu kwake kuonesha utii kwake kunyenyekea, ndipo ambapo baraka tena zinaongezeka. Umenielewa vizuri? yes, yes, e, yes. Unauonja upendo wa Yesu sasa mm -hmm. Baada ya kuanza kutii baada ya kuanza kufata kile Yesu anachotaka mm. Same applies kwenye ndoa, kwamba mwanaume alianza kukupenda mwanamke, sasa unatakiwa uje uoneshe utii. Ukionyesha utii, unakuna unavuta upendo mwingine wa ziada kwa mwanaume. Kwa mfano Yesu aliokoa dunia nzima, hakubagua, aliokoa watu wote yeah. na aliwanunua wote kwa damu ya Yesu yeah. kwa hiyo ni zamu yetu sisi sasa kuanza kumtii na kufata kile anachotaka, na ndio maana mtu yoyote anapomfata Yesu mtu yoyote anapomfata Yesu mm. Kuna agizo Yesu alizungumza, alisema, mtu akitaka kunifuata. Kumbuka ametukomboa wote, yeah, ametuposa wote mm. lakini anasema mtu akitaka kunifuata mm, ajikane nafsi yake yeah, ajitwike msalaba wake, ndivyo anifuate. Maana yake unapotaka kumfata Yesu ni lazima uachane na priorities za kwako mm. yaani kwa mfano, leo mimi nime, nime, nilikuwa na ratiba leo yeah. John Pazia. mm. lakini ulivyonipigia simu it was one call mm. because of Jesus, kwa sababu ya Yesu siku kukatalia mm. ikabidi nipambane nifike hapa on time yeah. kwa nini? tunafanya kwa ajili ya Yesu, tuko tayari mm. kuharibu priorities zetu kwa ajili yake mm. same applies kwa mtu yoyote anayetaka kumfata Yesu ni lazima ajikane nafsi yake, akane kila kitu chake kwa ajili ya Bwana Yesu. Mm. sasa kwenye ndoa iko hivi changamoto inakuja, mwanamke anaolewa, alafu hayuko tayari kukana priorities zake mm. Yani anaolewa, bado ana mashosti wale wale wa ubachela, bado ana mambo yake yale yale aliyokuwa anaishi ghetto peke yake yeah. Bado ana mipango, yani unaoa binti ambaye bado anaweza kuwa controlled na marafiki Mm. wanaweza wakamshauri na anafata ushauri wa marafiki. Huyu mtu anakuwa bado hayuko tayari kuolewa, kwa sababu wans, unapoolewa msichana, unatakiwa ujikane wewe, kama ambavyo mwanaume alikubali kujitoa kwako mwanzoni kwa upendo. Hii ndo tunaanza kuita nidhamu sasa. mm. kwa kifupi niende sasa kwenye point. yeah. Anaye feli ni mwanamke, niamini mimi. mm. na ndio maana Biblia mm. hamna mahali imesema kwamba ndoa uh, inavunjwa na mwanaume, inasema mwanamke mpumbavu huvunja ndoa yake kwa mikono yake. Nimalize kusema kitu kimoja kikubwa sana, hakuna mwanaume mkorofi kwa mwanamke mnyenyekevu irudie tena hii, nirudie alafu nitaikazia. Hakuna mwanaume mtata, hakuna mwanaume mkorofi mbele ya mwanamke mnyenyekevu. Moja, nikupe siri. Mwanamke alipewa silaha kuu tatu kama sio mbili. Silaha ya kwanza, mwanamke alipewa hisia za karibu. Hisia hizi za karibu mwanamke anazitumia vibaya, na hisia hizi ni pamoja na machozi. Hiyo mm. Ni, ni silaha ya, ya kwanza ya kumtunza mwanaume, machozi ya karibu mm. Nguvu ya pili ya mwanamke ambayo alipewa ni sauti nyororo mm. Sauti nyororo, nyororo yenye ubembelezi na mtu wa chatu pangoni. Aha. Hii alipewa mwanamke umenielewa vizuri mm -hmm. na ule ulaini wake sasa, ngoja nikuambie, mtumishi wa Mungu Pazia, ni kwamba mwanamke anapoona mwanaume amechelewa kurudi nyumbani mm -hmm. angalia hisia zake anavyozitumia, unaweza ukahisi mwanamke anakuhagi kwa mapenzi, kumbe ananusa perfume aone kama kuna perfume nyingine adia, pengine pita, pita aume, kona ukakumbatiwa na mtu mwingine mm -hmm. kwa anaweza kawa na kuhagi kabisa, unajua kwamba haya ni mapenzi yeah. Mke wangu amenimisi, kumbe anajaribu kufuatilia kwamba kakutana na nani njiani mm. Sio, nanielewa vizuri yeah, yeah. Sasa kitu kingine wanatumia vibaya hisia zao. Mwanamke hakuumbiwa kibesi, aliyeumbiwa kibesi ni mwanaume. Mwanamke anapogundua mwanaume hayuko sawa, mwanamke anatakiwa atumie machozi yake mm. atumie kulalamika kwa machozi na madeko mm. Mwanaume anakuwaga mjinga sana kwa mwanamke wa aina hiyo. Jambo la <laughs> pili, yeah. Ch changamoto inakuja, mwanamke anagundua labda mwanaume kakosea mm. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi ninachojua wanaume waga wakosei, wanaume wanapitiwa. Sasa inatokea mwanaume, tuchukulie kapitiwa, mwanamke anaanza kumkemea mumewe namba mm. moja, anamkemea mbele za watoto mm. Anamfokea au mwanaume kapanda juu, mwanamke na anapanda juu kwa kibezi. Mwanamke akupewa bezi, mwanamke mm. amepewa sauti laini. Mimi ninachoamini, moto hauzimwi kwa moto yeah. Moto unazimwa kwa maji, ndio maana mm. mwanamke alipewa sauti laini. Once mwanaume anapokuwa yuko frustrated mm. kwa sababu ya kukosa fedha, kuna mambo ya endi amepaniki mwanaume, ndo mwanamke ndo ana uwezo wa kumhambo oh. amtulize yes. Kwa mfano, listen, ngoja nizungumze ukweli mm. listen mm. uh, au memuhisi mwanaume wake yuko na mwanamke mahali, mwanamke anatakiwa atumie hali ya ulalamishi wa machozi mwanaume ana feel guilty mapema anajisikia mm. hatia sana mm. anapoona mwanamke wake analia kuliko anapomwona mwanaume wake anamfokea mwanamke wake, anamfokea mwanamke mm. mm. akifoka kwa mwanaume hata kama mwanaume amekosea, mwanaume anasahau lile kosa, anaanza kuangalia anavyofokewa mm. lakini mwanaume akiwa amekosea, alafu akalalamikiwa kwa machozi mwanaume anafil maumivu mm. na anasikia hatia sana na ni rahisi kubadilika kuliko kufokea kwa. Wanawake wengi wanafokea waume zao, wanapigana na wanaume zao. Kwa mfano lese unamwambia mwanaume, nipige sasa! Nipige kama mwanaume. Sasa mwanaume akiangalia, I am a man. mm. So you want me to prove if I am a man hey. to you by beating you. mm. Kwa hiyo unamsaidia yeye akupige, kwa sababu unapomwambia kwamba nipige kama kweli wewe ni mwanaume mm unachojaribu kumpruvia kwamba sikiliza, wewe si mwanaume. if you are a man, yeah. touch me sasa. Kumbe mwanamke alitakiwa kumwambia tu kwa maneno ya ubembelezi then mwanaume ana, ana, ana, ana, anaweza kuwa hambo. Kwa wanawake, cha kwanza niseme uh, ifike time wanawake waache kudanganyana kwenye kitchen party kwa, kwa point moja ya msingi. Najua mm -hmm. watajisikia vibaya lakini mm -hmm. nizungumze, haiwezekani mwanamke akamwelekeza mwanamke mwenzie namna ya kumhandle mwanaume, ni uongo. Sisi wanaume ndo tunajijua, tunataka nini mwanamke aweze mm. akatusemea kwa kwenye kitchen party mm. wawepo wanaume ambao wanaweza wakajisemea wao kwamba yeah. jamani, mm. tufanyieni hivi na hivi na hivi na hivi, tutawaelewa. Lakini sasa hiyo conversation mjadala kuwepo mjadala kwenye kitchen party, lakini sio mwanamke mwenyewe asimame yeye ndo aanze kuzungumza eti mwendo mw. hivi mumeo mumeona mw, unakuta <laughs> hiyo kungu mwenyewe mm. ndo imemshinda. Unajua kuna makungu wengine ndo hawana <laughs> kacemka alafu anajaribu kumshauri mwenzie wapi na wapi mzee, haiwezekani. Isifike time warudi kutuuliza sisi, nyinyi wanaume mnatakaga nini? Kama mimi siwezi kumjua mwanamke pasipo kukaa kumuuliza mwanamke anataka mwana mwana mwana mwana nini, ko kwenye kitchen party waachane na kufundishana wao, watafute wababa wawaulize, what do men need, sisi tunataka nini, sio kwamba waanze mwanamke anaanza kueleza wanaume. uwezi ukatujua sisi, ndo tunajijua tunataka nini. Asante sana, Pastor Sita Majani, amedondosha kitu. Taendelea na hii topic ya yes, Mungu akitupa neema wiki ijayo. Uh, bado mwanamke na maswali mengi hapo, msikilizaji pia naye ana maswali of course. So um, naomba uishikilie hapo, lakini kwa mtu ambaye atataka majibu uh, zaidi kutokana na kile ambacho tumezungumza leo, unapatikana vipi Pastor Sita? Bwana, mimi napatikana kwenye mitandao ya kijamii. Napatikana Instagram kwa jina la pasta underscore sita majani, alafu napatikana pia TikTok kwa jina la pasta underscore sita majani. Sita ni ya S I T A. YouTube pia napatikana kwa jina la pasta sita majani, lakini namba yangu ya simu ni 0692950285, 0692950285. Thank you so much. Asante kwa kutusikiliza leo darasani kwenye Talanta Africa Show. Mimi ni John Pazia.